Kuna kitu kimoja jikoni kwako ambacho wengi wanakiona cha kawaida. Lakini ndani yake kuna dawa yenye nguvu ya kushangaza. Kinaweza kushusha presha ya damu, kuimarisha kinga ya mwili na hata kusaidia kupunguza mafuta tumboni. Kitu hiki ni rahisi. Kinapatikana kila sokoni na hakihitaji pesa nyingi wala hakihitaji hela nyingi. Watu wa zamani walikitumia kabla hata hospitali hazijaanza kujengwa. Leo tutaeleza kwa kina kwa nini kitunguu saumu kinaitwa dawa ya asili ya miujiza. Karibu kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali tunapozungumzia ukweli wa afya, maisha na tiba rahisi zinazotoka kwenye mazingira yetu. Leo tunakuletea kitu ambacho kila mtu anaweza kutumia, kitunguu saumu. Wengine wanakikimbia kwa sababu ya harufu yake kali, lakini je, ukijua siri yake, leo unaweza kuanza kukila kila siku bila ya hiana. Kitunguu saumu kimekuwa dawa ya asili kwa zaidi ya miaka elfu tano. Wa Misri wa kale walikula kabla ya kwenda vitani, wakiamini kinawapa nguvu. Wagiriki walikitumia kabla ya mashindano ya michezo. Na sasa sayansi ya leo imethibitisha kuwa ndani yake kuna kinachoitwa alisin. Hii ndiyo siri ya nguvu yake. Alisin husaidia kuua bakteria, virusi na fungus mwilini. Kwa lugha rahisi ni kama askari wa mwili wako anayelinda kabla magonjwa hayajakuingia. Na sasa hebu tuone faida tano kuu za kitunguu saumu ambazo zimebadilisha maisha ya watu wengi duniani. Faida kuu tano za kitunguu saumu. Hushusha presha ya damu. Watafiti wanasema watu wanaotumia punje moja au mbili kila asubuhi huwa na presha yao iliyotulivu zaidi. Kitunguu saumu hupunguza msongo kwenye mishipa ya damu na kusaidia damu kupita vizuri. Kwa hivyo, kama una tatizo la presha, hii ni tiba ya asili ya kujaribu. Kitunguu saumu huimarisha kinga ya mwili. Hiki ndicho chakula kinachofanya mwili wako kuwa na askari hai muda wote. Watu wanaokila mara kwa mara kupata mafuta na magonjwa madogo madogo mara chache sana. Ni kama unampa mwili wako ulinzi wa kudumu. Kitunguu saumu hupunguza kolesterol mbaya. Tunapokula vyakula vyenye mafuta, mwili hukusanya mafuta mabaya kwenye mishipa ya damu. Kitunguu saumu husaidia kuyayusha mafuta hayo na kulinda moyo wako. Kwa wale wanaopenda nyama na chipsi kila siku, hii ni kinga yako. Kitunguu saumu huongeza nguvu za mwili na akili. Ndani yake kuna virubutisho vinavyoongeza mzunguko wa damu hadi kwenye ubongo. Matokeo yake unakuwa mchangamfu, huna uchovu mwingi, na una kumbukumbu kumbu vizuri zaidi. Ni siri ndogo ya kuwa na nguvu asubuhi hadi jioni. Kitunguu saumu husaidia kupunguza uzito watu wengi wamegundua kuwa kula kitunguu saumu kila siku huongeza kasi ya mmeng'enyo wa chakula, hivyo mwili huchoma mafuta haraka zaidi na tumbo linapungua taratibu bila mateso. Hebu tuangalie jinsi ya kutumia vizuri kitunguu saumu. Kwanza, tumia punje moja au mbili kila, si, kila asubuhi ukiwa hujakula kitu, tafuna au meza. Pili, ukichanganya na kijiko kimoja cha asali, inakuwa tiba ya nguvu zaidi. Tatu. Usikipike sana, kwa sababu moto mwingi hupoteza alisin ile ki, kiungo kinachotoa nguvu ya tiba. Kwa hivyo njia bora zaidi ni kukila kibichi, kukitafuna kidogo kabla ya chakula na kama una uzito wa tumbo, unaweza kukikata vipande vidogo na kuchanganya na maji ya vuguvugu, na unapata faida bila ukali tena. Na kama una tatizo la tumbo, unaweza kukikata kidogo vipande vidogo vidogo na kuchanganya na maji ya vuguvugu na unapata faida bila ya ukali. Tahadhari muhimu kwa kutumia kitunguu saumu: watu wanaotumia dawa za presha wanapaswa kumshauri daktari wao kabla ya kutumia kitunguu saumu kila siku, lakini kwa watu wa kawaida ni salama kabisa. Ni tiba ambayo haigharimu chochote, lakini matokeo yake ni makubwa. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV Kumbuka jambo hili, afya njema siyo bahati, ni matokeo ya maamuzi madogo unaofanya kila siku. Kila unachoweka mdomoni kinaamua maisha yako yajayo. Kitunguu saumu ni mfano halisi kwamba Mwenyezi Mungu ameweka tiba kwenye vitu rahisi tunavyoviona kila siku. Jaribu leo na baada ya wiki moja, angalia mwili wako utakavyohisi tofauti. Na kama umeona ujumbe huu unakusaidia, sema kwenye comment unatumiaje kitunguu saumu kwenye maisha yako ya kila siku. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, tunaleta ukweli wa afya moja kwa moja kutoka mitaani. Tunakuomba subscribe kwenye channel hii, like video na comment. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.